Baada ya kukaa kwa muda hatimaye klabu ya Chelsea sasa imepata mdhamini mpya ambaye atakwenda kutambulishwa kati ya tarehe ishirini na tano katika mchezo dhidi ya Arsenal au katika mchezo dhidi ya Barcelona ambao utapigwa tarehe thelathini. Chelsea wametangaza kwamba kampuni ya Oracle ndio itakuwa wadhamini wao wapya, ambapo kama utakumbuka vizuri, Chelsea ilipata mdhamini wa muda tu ambayo ilikuwa ni kampuni ya Damac, ambayo hii ni kampuni ambayo ilidhamini kwa muda tu. Hii ni kampuni ambayo ipo pale Dubai na inahusiana na mambo ya ujenzi. Kwa hiyo Chelsea wamepata mdhamini mpya, ambayo sasa ndio itakuwa mdhamini mpya, ambapo mbele jezi ya Chelsea itaandikwa Oracle, kama unavyoona hapo kwenye hiyo jezi. Kampuni hii ni kampuni ya software kutoka pale nchini Marekani ambayo ilianzishwa mwaka 1977 ambayo inaongozwa na tajiri namba mbili duniani Larry Ellison kutoka pale Marekani. Imekuwa muda sasa toka Chelsea ikae bila mdhamini, na imekuwa muda sasa Chelsea imekuwa ikitoa jezi nzuri, lakini shida ilikuwa hakuna mdhamini, ambapo sasa kampuni hiyo imekubaliana na Chelsea. Na sababu ambayo ilikuwa inafanya Chelsea isipate mdhamini katika kipindi chote cha nyuma, mpaka Adamak wanakuja kuchukua kwa muda baadaye wanashindwana Ishu ilikuwa ni mzigo ambao alikuwa anataka Chelsea, kwa maana kuwa mdhamini mkuu ama title sponsor anapokaa mbele ya jezi, kuna kiasi ambacho kila klabu imejipangia kwamba anapokuja mdhamini mkuu, kuna kiasi cha pesa ambacho kinatakiwa kilipwe. Lakini kwa upande wa The Blues, ilionekana kama hakuna mtu ambaye anafika uh, dau hilo, kwa sababu inawezekana pia mzigo ambao ulikuwa umewekwa kwa title sponsor ulikuwa mkubwa. Lakini tunatarajia mara baada ya hii break ya michezo ya kimataifa ambapo timu zinajiandaa kwenda kufuzu World Cup. Sasa baada ya kurudi kwa ligi ambayo itakuwa ni mwezi wa kumi na mbili, Chelsea ina uwezo wa kukabiliana na Barcelona, mchezo ambao utapigwa tarehe 25 au mchezo dhidi ya Arsenal tarehe 30, ambapo Oraco watajitangaza rasmi kama mdhamini mpya wa Chelsea. Na Oracle ni kampuni ambayo inadili na mambo ya software. Hapa ukiambia software manakuwa ni vitu vingi sana ambavyo inadili navyo, labda mambo ya kuhusu kompyuta, lakini kama kuhusiana na applications na vitu vingine vingi, lakini siku nyingine nitakuja kukuambia Oracle inadili hasa na vitu gani, ama imejikita hasa kwenye software za aina gani. Lakini leo acha ujue kwamba Chelsea imepata mdhamini mpya.